Hapa katika e, ofisi ya wilaya elimu wilaya Kaskazini, lengo ni kutoa elimu na uelewa, elimu kwa kamati ya afya wilaya wa, wa, wazazi na wananchi wapokee katika hali nzuri, ili kuongeza e, kuongeza kinga na uimara kwa watoto wetu. Kwa kweli hapa ni pongezi, kwa sababu jitihada za afya, jitihada za wizara ya afya na timu yake yote kuweza kuhakikisha kwamba uimara wa kwamba hili tatizo uh, halitokezei tena. Mi naamini wilaya Kaskazini A tunaongoza kwa idadi ya watoto wilaya Kaskazini A kwa mkoa wetu huu inaongoza, lakini kwa nini vituoni kuwe na upungufu wa wale watoto ambao waliopatiwa chanjo? Tunakuwa na gredi ya chini na watoto wapo mitaani wengi. Wale wote wakufunzi waliotoa mada mbalimbali kuhusiana na mafunzo haya. Ikumbuke kwamba chanjo ambayo pita tulifanya vizuri chini ya kamati hii ambayo tulio nayo, ile ya Kaskazini hei